Bali ndugu zangu katika imani, na wasalimu kwa jina la Mwenyezi Mungu, mbele yenu tunaona hapo ni miti miwili imekutana sehemu moja imeungana. Sisi ilofundo unaloliona hapa, ilapa ilifundo sisi unaloliona hapo tunaliita igundo. Igundo ilifundo hili ni sehemu ambayo miti imeungana hapo, ndio ilipokutania miti tofauti, wengine waweza kukuta mitatu na kaza kuendelea. Hii fundo lina kazi nyingi sana. Hii gundo sisi kwetu tunaita, lina kazi nyingi sana katika mahusiano, lakini pia katika masuala mazima ya kiutafutaji. Hapa naomba nizungumzie moja tu, kwa mtu ambaye wewe mipango yako haiendi sawa ya kiutafutaji, uko mwangaikaji tu ambaye unatafuta riziki zako kutoka sehemu mbalimbali na unaona mipango imelala, haiendi, hupati pati sehemu yoyote ya kupata dili tunasema, au kazi, chukua hiyo gundo. Ili gundo hili chukua, likate huku na huku, chukua hapo miti ilipokutana, kisha nenda, nenda kasage, utwange upate unga wake. Ukipata unga huu, kazi yake ni moja tu, kuchoma kwa manuizi, kwamba naomba nipate riziki kutoka sehemu mbalimbali kama Mwenyezi Mungu alivutia, alivyoweka uwezo katika miti hii ukaweza kuikusanya kutoka te, miti tofauti tofauti, kuungana na kuwa sehemu moja na ikaendelea kumea, na mimi naomba riziki zangu zitoke sehemu mbalimbali ziweze kuungana ili niweze kupata mafanikio. Hakika, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, kama ni kazi utapata nyingi na riziki nyingi utapata hivyo hivyo, hata wakati wa kuita wateja katika biashara zako una uwezo wa kutumia hii lakini pia katika mahusiano ambayo ya, unataka yashikamane moja kwa moja, unaweza kutumia hii kwa kuchoma, kutaja jina la mam, la, la, la mtoto pamoja na la mama yake, jina lake na la mama yake, ukiyataja yote mawili ukiyaunganisha pamoja, kisha ukafunga hii dawa na ukaichoma utaona maajabu. Hii dawa unaitwa igundo. Hii hapa igundo, ambayo imekusanya miti miwili tofauti, kama unavyoiona, na ndo maungio yake, inshallah. Naomba tulizike kwa hilo. Naitwa Chifu Hamisi, Hatad TV, asanteni. Hiyo ndo igundo.